Hadi mwaka 2034. Mkakati huu unatokana na hitaji la kuwa na mpango jumuishi wa kitaifa katika kuhakikisha kukabiliana na ongezeko la uharibifu wa mazingira pamoja na athari za kiafya, kiuchumi, kijamii zinazotokana na matumizi ya nishati isiyo safi na salama ya kupikia. Rais wetu amekuwa balozi namba moja wa mkakati huu, hivyo nasi tunapaswa kumuunga mkono kwa maslahi ya afya zetu, mazingira yetu na uchumi wetu. Niwaombe waombe wana manispaa kukubali kuendana kwen, na mabadiliko na mkakati huu, tutumie nishati safi ya kupikia kama vile mkaa mbadala, gesi na majiko bunifu. Ndugu wananchi, ndugu wanawake, kumekuwa na, na umbi kubwa la masuala ya ukatili wa kijinsia katika maeneo yetu tunayoishi na jamii zetu. Ni waombe tusiyafumbie macho, kwani atarudisha nyuma na kukwamisha jitihada za serikali katika kuwaletea maendeleo watu wake. Nitoe wito kwa wataalamu wa manispaa juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia kuendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali mbali, wakiwemo wanawake, lakini pia kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa mtu au watu ambao wanafanya ukatili wa kijinsia. Wakina mama naombeni mjijenge, wakina mama naombeni mjitathmini kwamba mimi niko wapi, nimetoka wapi na kwenda wapi. Kama mwanamke usikae kizembezembe, lazima ujue ulipotoka, ulipo na unapotamani kwenda. Kwa kudra na baraka za Mwenyezi Mungu, mwanamke hakikisha kwamba mwanamke mpo raha sio raha. Wanawake Walindi, naomba msimame mstari wa mbele kwenye kupigania uchumi. Twende tukachape kazi, twende tukafanye kazi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anapambana, anapigana, awe mfano bora kwetu sisi, na sisi tujitathmini, tunaendaje kwenye nyayo zake. Sisi Wanalindi, Jambo hili tunalipokea kwa furaha na kwa kweli tuna furaha ya ziada kwa sababu sisi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke, Mama Samia Suluhu Hassan. Mkuu wetu wa mkoa ni mwanamke, Mama Zaina Teraki. Mkuu wa wilaya ni mwanamke, mbunge wetu wa Lindi ni mwanamke, lakini mbunge wa Mchinga ni mwanamke. Kwa hiyo kwa hiyo hii siku sisi tumefurahia sana na tumeshukuru sana. Kwa mimi siku hii ina umuhimu kwa kuwa inatuhamasisha wanawake tuwe wajasiri, tupee uwezeshaji katika sekta mbalimbali. Pia inawawezesha watu kujua haki zetu katika jamii azimisha maadhimisho ya sikukuu ya wanawake. Na kwa upande wangu, hii shughuli nimeiona ni bora sana, kwa sababu inatuhamasisha wanawake; ni kama nguzo muhimu katika jamii. Na shukurani zangu zote za dhati napenda kumpelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hasani, kwa kazi yake bora na kwa kupitia shughuli hii imewezesha wanawake kuelekea hisia zao tofauti tofauti na kuhamasisha utendaji kazi. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV.